Okay, hii bwana ilikuwa birthday ya Salam SK. Diamond na Zuchu kama kawaida walikuwepo na walikuwa wanamwimbia live. Well, hello everyone, welcome back to my channel. Kama wewe ni mpya kwenye hii channel, basi usisahau kusubscribe, like and comment ili usipitwe na update mbalimbali mbali za mastaa na uwe wa kwanza kupata habari. And without wasting time, let's get right into the video. Okay, hii ilikuwa ni birthday ya Salam SK na aliandaa kibao kata. Tunamuona hapo Sax, eh, kuna mzee wa ngenga yaani kulikuwa kuna watu mbalimbali mbali. Zuchu kaimba live, Diamond kapiga ngoma, kwa hiyo stay tuned, angalieni hii video mwanzo mpaka mwisho. Eh, Omidimpos yupo hapo. Eh, yani raha tupo. Sasa nataka mwangalieni hii video mwanzo mpaka mwisho, na msisahau ku comment hapo chini okay, enjoy. Huyu ni Zuchu bwana, bila ya filter, bila ya makeup katupostia hiyo video yake. Okay, let's... Haya, angalieni hapa ba, hii ni day one tu, angalieni hapa birthday ilivyopamba moto.

Je, eh, di Diamond kwenye kupiga ngoma mnampa asilimia ngapi? <laughs> kajitahidi lakini sio sana, lakini kajitahidi. Well, huyo ndio Diamond Platnumz bwana. Okay, sasa hii ilikuwa day 1 ya birthday. Sasa tusubirie day 2. Hiyo itakuwa lini? Itakuwa wapi? Tusubirie. Diamond hapo akiwa busy mwenyewe, kijasho kinamtoka <laughs> anapiga ngoma huku kijasho kinamtoka na huku anatuzwa. Jamani, yeye anapiga ngoma, mwanamke wake anaimba, eh, Zuchu na yeye e, akaimba Kuna kaimba live by Diamond Platnumz. Simemsikia pomna, nataka kumsikia tena huyo, apamsikiani kidogo a Well, Zuchu naye kaua kama kawaida. Kuna kaimba vizuri na sauti yake kaimba live kabisa. Mimi naweza nikasema nawapa asilimia zote zote and still wameendelea kuwa wote and... yaani wanaonekana bado wako wote, yaani inamaanisha wana have fun together, siona nyee, yaani sasa hivi wamegandana yani, hawaachani. Alipo Zuchu, Diamond yuko aliko Diamond, Zuchu yuko, yani wanaenda sambamba in shorts. Tusubirie tu ndoa jamani, tuone ndoa ipo haipo. E, mama Dangote, mama mkwe akatulia au bado ana kashikashi, hataki mwanawe awe na Diamond. E, mama mkwe atatulia au ataendeleza ataendeleza kuwa hamtaki mkwe eh. And all in all, Zuchu tunaye na tunatamba naye, si mnamwona hapo japokuwa hapendwi lakini yupo tu eh. Yeye ndio bosi wa Diamond sasa hivi, yani imegeuka, ndio bosi wa Diamond. Ndio maana hataki Diamond hataki kumwacha Zuchu. Aya jamani, tusiongee ombea sana. Huo show mmeionaje jamani? Mzee wa ngenga hapo E, kaipatia shughuli, kaimba haswa hapa. Alikuwa anamwimbia anamwimbia Salam SK, anamwimbia happy birthday, mmeona na vigoma huko. Hii ndio kibao kata. Sasa watu wanapijapija zao ngoma hapo, wakimwimbia bosi huyo. Salam SK mwenyewe huyo hapa anachuka zake via, huyo ndio manager, manager wa Diamond Platnumz, aki wa akiwa zake anasherekea big big day big day ya kwake kabisa hapo. E, kaingeza kaingeza mwaka mmoja kaingeza mwaka mmoja, kwa hiyo ana celebrate kama hivyo. Masta mbalimbali mbali walikuwepo, wengine hatujawaona vizuri, lakini masta wengine mbalimbali walikuwepo, na wengine ndo kama hivyo wanamwimbia hapo. E, mmpo nani wako. Okay, ameona shughuli ilivyoenda. Sasa kama wewe umeangalia hii video mpaka mwisho, basi uweka comment yako hapo chini kuhusiana na hii birthday ya Salam SK. Hey, akiwa na Diamond hapo wanasherekea na mastaa wengine mbalimbali, Zuchu nini na kibaokata. Weka comment yako hapo chini nini kimekufurahisha. Pia usisahau kusubscribe kama ulikuwa uja subscribe, weka notification yako on ili usipitwe na mambo mazuri ya mastaa kila ni kipost, na pia la muhimu usisahau kulike hii video. Asanteni sana kwa kuangalia. Happy birthday to you <tinyo>